Mwijaku. Samani. Dada tunamaliza kushoot hapo. Naomba kuongea naye mara moja. Kuna kitu tuna record. Mimi nataka niongee naye mara moja. Sasa mpaka niamue mwenyewe. Ndio maana nikaomba. Alafu wewe mimi Muislamu huwezi kuongea na mimi. Haujajistiri. Kwa nini ongelea hapa? Kuangalia. Haujajistiri, unaitwa nani? Jitambulishe. Mimi fulani. Natoka sehemu fulani. Unanijua. Unanijua. Nikujua wewe Ash nonge ah, mimi na shida naye, shida naye, Ni okay ah, no. shida, ah, una shida ya hela kama una shida <laughs> ah, mimi si, si simjui kama, kama, wana wana shida ya kama. Shida kama una shida, shida ya hela kama shida, kama una shida ya hela dada

Kwa ni uongo, kitu gani cha kulala na mimi? Yaani wewe una kitu gani cha kuvutia mimi ulale na mimi. Wewe una kitu gani cha kulala na mimi? Una kitu gani? Ha. Maskini mbwa wewe. Huna mbele, huna nyuma. Mtoto ni wa kwako Mwijaku. Kazae. Wewe kama mtoto wa kwangu nenda kazae. Mimi ninachotaka ni jinsi ya kumlea huyu mtoto. Sasa umeshamzaa akifa. Kwa nini afi? Ndio unachoambia kwamba afi? Wewe umeshazaa, kazae. Mjamzito. Ah. Goja kwanza yani, kwa nini aombe maneno kama? Kwa nini asema wamba nitaka mtoto wangu mia sasa waatakaji iu nitakupanja bila matumizi. Mimba ya nani? Mimba ya nani? Mimba ya kwako. Ye dada, njaa itakuua. Ngoja nikupe hela uende kwenu, njaa itakuua. Nani ampela, wapumbavu nyie. Mimi ni mpela huyo. Yaani kwa nini unifukuze? Mimi hata siondoke

Ndo shida ya wasanii, mnanunua sana wewe unajiuza. Kwa hiyo mimi si na wapi? Mimi, wapi. Ndaku... mimi natembea na watu 50 nitajuaje? Natembea na watu karibia 50. Ndio nimekwambia natembea na watu zaidi ya 50. Eti utembe na, na, na, na mimi mwanamke kama wewe? Utembe na mimi, wanawake ninaotumbia nayo ni expensive. Tafuta njia pa kwenda. Huna mbele huna nyuma wewe, huna sababu hata ya kusimama na mimi. Hakuna hawa watu mkiwaelekeza hawa, wewe utaharibu utakuja kuharibia watu maisha. Wewe nisikize. Wewe huna akili. akili huna We, akili huna akili. najua mjeje kuni nani na mimba yake miezi yangu mitatu. Uninue mimi mpumbavu? Mimi star yani, nipeleke na upumbavu wako? Huyo, wewe sema una njaa, umekuja kuomba hela, na hela sikupi kitu gani mimi kuongea? Sababu nimekuita tu pembeni niongee na wewe. Hawa watu usiwacheze hawa. Huyu karuka na akili. Nani nani nani nani nani nani? Jina jina jina lako lako, ngoja, unaitwa unaitwa unaitwa. Haya akilia na pochi lako, umetoa rahisi wewe